Mambo vipi Tanzania? E bwana, baba chiraka hapa leo, nanitambulisha kijana wangu wa kuitwa Msingi Moyo. Huyu jamaa hivi karibuni niliposti klipu yake akiwa yuko barabarani anaendesha pikipiki huku kalala chali. Dogo kanicheki bwana, baba chiraka, e, mimi nina kipaji, naomba niwaonyeshe wa Tanzania Hausu bwana. Nikamwambia dogo njoo, kweli dogo kaja. Alivyokuja kaniambia, baba chiraka, usihangaike, naomba uninulie sani ya ubabu tu Nataka nionyeshe Tanzania kipaji changu kikoje. Nikamba ina noma. Kweli nikaingia kwa mama nitilie nikamchukulia sahani ya ubwabwa dogo kaingia kwenye pikipiki baba. Akaanza kunipa. Huku anakula ubwabwa, huku analisha pikipiki kutumia mguu. Anakula ubwabwa, analisha pikipiki kutumia mguu. Nikamwambia Msingi Moyo, hiki kipaji nani kakufundisha? Akaniambia Baba Chilaka, hiki kipaji Mungu ndo kanipa na vitu vingi vya kufanya kuonyesha Watanzania. So hiki tu, mtaani kuna vipaji vikubwa sana, ili tunashindwa wapi pa kwenda kuvionyesha. Ni kama mdogo wangu msingi moyo, mimi nitakusaidia, nitakutambulisha kwa Watanzania, kwa yoyote atakayehitaji kukusaidia utamwona. <coughs> Akaniambia poa, aina noma blaza. Baba Chilaka ni kweli bwana, dogo kama mnavyomwona ana kipaji kikubwa Huyu hapo akuitwa Msingi Moyo, leo namleta kwenu kwa mara nyingine, muone kipaji chake, au sio bwana eh? hivi karibuni tutafuata taratibu zote ili aweze kuwa mwanamichezo kamili eh, kwa sababu ana kipaji yani, kipaji kampa Mungu, kipaji sio cha kufoji, kipaji kampa Mungu. akuitwa Msingi Moyo, mzee wa michezo. Eh, na wewe kama una ndugu yako ana kipaji basi waje kubishana na Msingi Moyo. Msingi Moyo huyo hapo mnamuona ndugu zangu, jinsi anavyopepea. Msingi moyo pepeawe pepeawe, Msingi moyo pepeawe pepeawe, Msingi moyo pepeawe pepeawe, Msingi moyo pepeawe pepe oya y Msingi moyo yapoo mnamwona, wenyeji sana pepea, anakula ubwabwa kutumia oya we Msingi moyo